Maendeleo ya Stamina FC yakoje ya hadi sasa tangu ilivyoanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini miaka mitano sasa hivi tunavyozungumza? yeah, Stamina FC, na maendeleo mm, kila siku mi natoa vijana mimi. Moja ya ndoto yangu ni kumiliki timu ya mpira ya ligi kabisa, ikiwezekana ligi kuu kama unavyoziona Simba Yanga. Ni kwa sababu tu sina uwezo huo. Inshallah, Mwenyezi Mungu akitia heri baadaye nikuja kupata kipato kikubwa, mimi lazima nimiliki timu ya, lakini kwa hichi kidogo nilichokuwa nacho huku mtaani, mimi nina timu ya wadogo zangu hawa ambao wanapambanisha na waweze kutoboa kimpira. Sasa kwa sababu mimi nilishindwa kutoboa kwenye eneo hilo, basi nimesema mimi nitasapoti wanangu ambao wanafanya hivyo. Kwa sababu hata mii mwenyewe, wengine wananishangaa kwa nini, hata kwamba nimekuwa msanii, walitegemea mii nitakuja kutokeaga kwenye mpira huu, umeona. Lakini kwa sababu tu mi baba angu ni moja kati ya watu ambao walikatisha ndoto zangu za mpira, lakini pia namshukuru sana, sababu mzee alinikomalia sana, alitaka nisome, yeye akutaka mimi mcheze mpira, alitaka tu nisome, nisome, nisome, ambapo hiyo elimu pia tumemaliza mpaka leo mavio, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuna vitu vya kujilingia. Kwa hiyo sijawahi kumlaumu pia mzazi kunikatazaga kutochezaga mpira, kwa sababu pia aliweza kunipandikiza kitu kingine ambacho Saidia. Kwa hiyo Stamina FC ipo kwa ajili ya kusaidia madogo ambao wana ndoto, na na vijana wengi sana wapo kwenye hivi timu wametokea kwenye Stamina FC nafikiri, ungewataja ili kuwapa maua yao kabisa, watu wawafahamu kwamba hawa ni vijana ambao wametoka Stamina FC, na mdogo wangu anaitwa Alexi ambaye alikuwepo Simba under 20 sasa hivi yuko timu Mbeya huko yuko Mbea City, na mdogo wangu anaitwa Lau, yuko sasa hivi Yanga under 20 hapo, na mdogo wangu mwingine anaitwa Mbape, yuko Azam under 17, na mdogo wangu mwingine anaitwa Sadiki, sasa hivi yupo Cosmopolitan Ligi daraja la kwanza, na wanangu yaani mimi nina list ya vijana kibao ni kutaji hapa, na vijana wengi wengi wanacheza timu tofauti tofauti, lakini wote wametokea hapa kwenye kwangu, kwa sababu mimi kwa connection yangu ndogo niliyokuwa nayo ni rahisi kumpushi mtu kwa hiyo, hii timu ni ipogo tu, yani ipogo. Hata kama kusiwe kuna ligi kuna nini kuna nini, na nimaimaingizaga timu ndondoka hapo tunacheza ndondokapo, sababu timu yetu sasa hivi iko daraja la pili mkoa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni maendeleo, tulikuwa daraja la tatu, tumepanda taratibu. Mimi sina haraka. Sio timu ambayo tunataka nataka iwe yani, tu Simba na Yanga ghafla. Hapana, mi naamini kila kitu kina process na kinahitaji muda na nafasi. Mimi huwezi amini, ntakuja kusomea ukocha kutokana na taaluma ya mpira anayoijua na anavyoufuatilia na, na ucheza na yaani nitakuja tu utakuja uta kuniona kwenye kitengo chochote cha mpira. Yeah, yeah. Mwanao Lionel ana umri sawa na Stamina FC kwa sababu alizaliwa mwaka 2020. Pia ikiwa wewe ndoto zako za soka zilizima baada ya baba yako kukuzuia kuendelea na soka kama ambavyo ulisema, ambapo nakumbuka ulipata dili la kucheza soka Afrika Kusini lakini haukwenda kwa sababu baba yako hakutaka uende njia hiyo. Eh, ukiwa eh, mzazi, sasa umejifunza nini na utafanya nini kwa mwanao? Na kiukweli nitakuwa mstari wa mbele kusimamia kipaji chake, lakini pia funzo lingine, pia nitakuwa mstari wa mbele ukiachana na kipaji kusimamia maendeleo yake ya shule. Ni kwa sababu tu vijana wengi hatupendi neno linaloitwa shule, lakini huku mtaani shule pia ina umuhimu sana, japo kuna watu pia wanafanikiwa bila hizo shule zenyewe pia lakini, atlisti kuwa na shule inakusaidia kuondoa na umaskini pia. Umaskini sio lazima uwe wa kipato, hata wa kichwa tu ukutoa ujinga kuweza kujua nchi kunatakiwa kifanyike hivi na hivi, ni utajiri tosha pia sometimes. Kwa hiyo hata ndoto za mwanangu ndio mimi, amaamana hata mwanangu nimempa jina la Lionel Messi. Mwanangu nampa jina la Lionel kwa sababu mimi katika maisha yangu tangu nakuwa nimekuwa shabiki wa Messi tangu mdogo mpaka leo hii, Messi ni goti wa dunia. Kwa hiyo nimempa jina la Lionel, kwa heshima ya Messi niliyokuwa nayo yaani, mimi Messi nimemvaa kwenye mabegi kwenye madaftari yani, nimehangaika na Messi na kaunti, nisemaga mtoto wangu wa kwanza akiwa wa kiume lazima nije nimpe jina la Messi. Nimempa jina la Messi kwa kwa kuheshimu mpira pia, kwa sababu ni moja kati ya magoti kwenye football. Kwa hiyo nikasema lazima nimpe jina la mtu ambaye anaheshima kwenye. Unaonaje, kipaji kipo lakini talent ipo, anapenda sana mpira <laughs> anapenda na chakua kwenye umri fulani, miaka sita saba huko, basi nitaweza kumwendeleza huko maakademi, ambao kuna akademi kibao siku hizi ambazo zinaweza zikakuza kipaji cha mtoto. Kwahio nitampeleka kwenye inavyotakiwa, lakini pia sitoiacha elimu pamoja na kipaji, lakini lazima nitahakikisha anapata na elimu.